gano wa jumuiya si wa kusaidia wananchi, munajisaidia kudhulumu haki za kibinadamu za wananchi. Tunawapatia notisi, sisi kama wananchi wa jumuiya pia tutaungana kukataa kata katakata, kuacha haki zetu kudhulumiwa ovyo. Tunataka tunadai ya kwamba nchi zetu zote zizingatie mfumo wa kisheria, zisimamie haki zetu za kibinadamu. Na sababu tunajua Tanzania iko na uchaguzi mwezi wa kumi, inaonekana serikali ya CCM inataka kutaabisha Tundu Lissu ambaye ndiye anaongoza ile chama kubwa zaidi hapa Tanzania, ndivyo waondoe upizani na waweze kuvuka bila kupingwa. Hiyo siyo demokrasia. Kama wako na uhakika wananchi wa Tanzania wamesimama na wao, tume la uchaguzi la Tanzania iondoe hiyo kusema ime imeondoa CHADEMA kwa dhamana, ya zile vile vyama vitahudhuria uchaguzi, na serikali ya Tanzania ifungue mazungumzo yale Tundu Lissu na CHADEMA yanauliza ni ya muhimu zaidi. Lazima uchaguzi ufanyike na uwazi na kwa njia ya usawa, sio chama moja kuweka masharti ambayo inawapatia kipaumbele na ndivyo washinde bila kuchaguliwa na wananchi.